Jamii Forums kwa siku ya leo tutayari imetoa posti tatu ambazo zinachochea mgawanyo wa kidini, ya wa kidini ndani ya taifa letu. Posti yao ya kwanza ilikuwa ni kuhusu utaratibu wa BOT ambao wanafikiria kuweka mfumo utakaowezesha Waislamu pia kutumia mfumo wa kifedha bila kukiuka imani zao. Jamii Forums wameipost hii habari kana kwamba ni kitu kipi ambacho kijakitokea kwenye nchi, wakati tunafahamu pia kuna benki kadhaa ambazo zinamilikiwa na mashirika yetu ya dini ya Kikristo. Haikuwa habari back then. Sasa hivi ambako kunaanza kutengenezwa mifumo ambayo itawafanya Waislamu pia wawekeze imekuwa habari. Jamii Forums wakaenda mbali, wakaja wakatoa posti nyingine BAKWATA ya mpongeza rais. Why is this news? Kwani kwa marais waliopita hizi taasisi za kidini zilikuwa hazitoi pongezi? Kwa nini sasa hivi inakuwa habari? Na muda si mrefu, Jamii Forums wameka tena posti nyingine ikisema kwamba shehe fulani awaonya Wakatoliki. Mnaona michezo? Nilikuwa nawaambia, wanataka kutugawanya kisiasa, wanataka kutugawanya kidini, na sasa hivi wamefika ile level sasa ya kidini. Kwa hiyo wanataka kutengeneza mazingira fulani hivi, ionekane kanisa linaonewa, ili kanisa likija kushusha ule waraka, alio posti aliokuwa anaongelea habil, ionekane kanisa liko sahihi. Msimamo ni pale pale. Yeyote anayeona kuwa dini yake ni ya muhimu sana kuliko taifa letu, mimi nashauri, kama wewe ni muislamu na una uislamu ni muhimu sana kuliko Tanzania, ninakushauri nenda Maka, kakae. Na kama unaona ukristo ni wa muhimu sana kuliko Tanzania yetu, Vatican iko wazi, nendeni mkakae, kwa sababu hata uko Vatican kuna sheria zake.